Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wamanwalahu wabaad. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alihi wasallam. Leo tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja uh, tukiwa katika kijiji cha Fofarm uh, kwa mradi wa Halal Charitable Trust. Alhamdulillah, wakazi wa kijiji hiki wameleta maombi yao, na kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikisha mradi huu na kuwaletea mradi wa maji hapa, ambao utawafaa wana kijiji wote mradi kama huu wa maji. Hii ni kimradi wa nane katika miradi yetu ambayo tuliokusudia, na matumaini yetu insha Allahu Taala, tunaomba mpaka wakati wa Disemba tuwe tumefikisha karibu visima thalathini. Kwa hivyo hiki ni kisima cha nane, kikiwa katika sehemu ya Fofam, tumeweka mradi huu wa Halal Charitable Trust. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubalie kwanza, kisha alafu wote wale ambao waliweza kushirikiana na sisi katika kufanikisha mradi huu. Mwenyezi Mungu awajazi, awalipe, awawekee katika mazuri yao kesho siku ya kiyama insha Allahu Ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaitwa Fidh Mudhoni Njoka. Huu ni mtaa wa Fofam. Tunashukuru sana kwa ajili ya msaada huu, tumefaulu kupata wa maji. Wafadhili wetu tunasema ni asante, shirika la Halaal Charitable Trust, Mungu abariki. Tumekuwa tukiangaika maji, kuendea maji mbali, na tukawa tunachoka sana. Tunashukuru Mungu, mmeweza kutujalia mradi huu. Mungu awabariki. wa mimi kwanza natoa shukurani kama mkazi wa Fofam kwa mradi huu wa maji, maana tumesumbuka sana siku nyingi na maji. Leo hii tunaona huu mradi umekamilika, mradi wa halali. Sisi tunaomba shuk... Mungu awajalie sana na mradi huu waendeleze hivyo hivyo, maanake maji ni uhai, na sisi pia tumeshukuru kwa kupata mradi huu. Naomba Mungu awajalie sana inshallah.